rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na rais wa Rwanda Paul Kagame wamekutana jijini Doha nchini Qatar, na kuzungumzia hatima ya mahusiano yaliyopo kati ya mataifa hayo shirika la habari la Associated Press limeripoti kuwa mbali na mahusiano Tshisekedi na Kagame wamezungumzia hatima ya mzozo unaoendelea mashariki mwa DRC kati ya jeshi la ulinzi la DRC la FARDC na wapiganaji wa M23 bila masharti. Rais Tshisekedi na Rais Kagame wamefanya mazungumzo hayo ya ana kwa ana jana Jumanne Machi 18, 2025 kwa mara ya kwanza tangu kundi la M23 lililodaiwa kuungwa mkono na Rwanda lilipoanza kuyatoa maeneo ya mashariki mwa DRC kutoka mikononi mwa Tshisekedi, pamoja na DRC na jumuiya ya kimataifa kuituhumu Rwanda kwa kuwafadhili wapiganaji hao wa, wa M23. Lakini serikali ya Kagame imekuwa ikikanusha madai hayo, huku ikisema haina taarifa juu ya uwepo wa wanajeshi wa jeshi la ulinzi la Rwanda RDF, ndani ya mipaka ya DRC. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa na Katari, ambayo kiongozi wake Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani alisimamia mazungumzo hayo mjini Doha, nchi zote zilitoa wito wa kusitishwa kwa mapigano hayo mara moja. Mazungumzo hayo yamefanyika baada ya wawakilishi wa M23 kususia mkutano uliopangwa kufanyika Jumanne nchini Angola, baada umoja wa Ulaya EU kwawekea vikwazo baadhi ya viongozi oju, wa juu wa kundi hilo akiwemo kiongozi wa muungano wa waasi AFC Bertrand Bisimwa. Katika taarifa yake M23 ilisema vikwazo hivyo vitahatarisha kwa kiasi kikubwa mazungumzo ya moja kwa moja ya kurejesha amani mashariki mwa DRC na kuzuia maendeleo katika eneo hilo, AU pia iliyowekea vikwazo makamanda watatu wa jeshi la Rwanda na mkuu wa shirika la madini la nchi hiyo kwa madai ya kuunga mkono wapiganaji wa M23. Mapigano mashariki mwa DRC yalizidi kuwa makali mwezi Januari, wakati waasi waliposonga mbele na kuteka mji wa kimkakati wa Goma, jimbo la Kivu Kaskazini, kisha Bukavu, ambalo ni jiji kubwa Kivu Kusini mwezi Februari. M23 ni mojawapo ya makundi takribani mia moja yenye silaha yanayopigania udhibiti wa eneo lenye utajiri wa madini mashariki mwa DRC, karibu na mpaka wa Rwanda. Mgogoro huo umesababisha janga kubwa zaidi la kibinadamu duniani ambapo zaidi ya watu milioni saba wamelazimika kuyahama makazi yao na kutimkia kwenye kambi za wakimbizi huku wengine wakivuka mpaka hadi nchi jirani. Kulingana na wataalamu wa Umoja wa Mataifa, waasi hao wanasaidiwa na takribani wanajeshi elfu nne wa Rwanda. Ripoti ya Umoja wa Mataifa UN inadai mapigano kati ya M23 dhidi ya FARDC yamesababisha vifo vya watu zaidi ya elfu saba huku mamia ya wanawake, wakiwemo watoto, wakifanyiwa ukatili, ikiwemo kubakwa na wapiganaji wa pande zote. Hii ni Mwananchi Digital, endelea kufuatilia katika kurasa zetu ili kupata taarifa mbalimbali.